Thalitha, jambo jingine na hili linayoelekezwa kwa watu wenye kuandika na unaweza ukasema ni nasaha pia, zinawahusu watu wenye tasnia ya habari. Wanahabari wanahusika sana na jambo hili eh, na wengine hata kama sio mwanahabari, lakini pengine unapenda mambo ya uandishi sana au mambo ya kuzungumza, jichunge katika Ramadhani, eh. Sio kila kipindi ukiendeshe kwenye Ramadhani anapana, vipindi vya hovyohovyo, vipindi vya haramu vya maasi. Ah, kisha nasema thalitha, jambo la tatu, laa taktub, na usiandike wewe, illa kalaman saliman, isipokuwa maneno yenye kusalimika min alkadhibi waalithmi, kutokana na uongo na madhambi. Ukitaka kuandika ni makala, unaandika kipeperushi, unaandika meseji, unaandika bango, unaandika status, ukitaka kuandika kabla ya kutoa andiko lako, angalia hilo andiko lako limesalimika na uongo na dhambi. Sijiandikie tu maandishi, yanakwenda mbali na maandishi yanadumu, watu wanayohifadhi. makutiba qarra lenye kuandikwa hubakishe. Usije ukaandika jambo ukajutia katika maisha yako, na yale maandishi huwezi kuyafuta tena, watu wameyatia kwenye kumbukumbu, kwenye maktaba zao, kwamba bwana fulani ibn fulani, tarehe fulani, siku fulani, mwaka fulani alizungumza kadha kadha kadha.

Sheikh anatoa nasaha nzito wallahi. Na kwa ajili hiyo, zindukana na barua alati ambazo taktubuha, unaziandika. Usiandike tu, hebu tafakari wakati umeshika hiyo kalamu yako, hicho unachokiandika. Kwa hivyo zindukana lile khitabati allati taktubuha, eh, zindukana na barua mbalimbali, hotuba, eh, hotuba mbalimbali ambazo unaziandika walqararat na ripoti mbalimbali allati taktubuha ambazo unaziandika. Angalia ripoti zako, umeambiwa uandika ripoti za ufanisi wa watu, basi ziandike kwa uadilifu, usiwapondee watu ukaongeza usioyafanya ili uharibie CV zao eh? Maana pana watu wenye roho hizo na wala usiwanyanyue watu kwenye ripoti ukawasifia kwa kazi ambazo hawajafanya wala hawajafikia kiwango hicho, ukawapa daraja A. Wewe ndio mkaguzi, umeletwa pale ukasema hesabu hizi zimepita kwenye daraja A, au ujenzi huu kiwango chake ni A, kumbe ni kiwango cha mwisho kabisa. Umeshapewa rushwa unatia wino wako pale kwenye uongo, na hii ndio tabia ya vijana wengi wasomi wa sasa wasomi makanjanja tu, hawaaminiki, warongo kwelikweli. Tamwona mtu na suti yake maridadi, waofisi kubwa, kaaminiwa, pewa usafiri, dereva, mshahara mkubwa, kufanya kazi ya umma. Huu ni upuuzi tu pale anavyofanya hiyo hio, ha? hana ukweli, mpigaji tu, mtu wa kununulika. Siwe hivyo. Kwa hiyo nazingatia katika ripoti mbali mbalimbali, alati ambazo taktubuha unaziandika asema, wa kulli ma taktubuhu, na yote ambayo unayaandika, una watanabbaha li kulli ma taktubu wa kulli ma taktubuhu, na kila ambacho unakiandika basi kizingatie na zinuka, na hili jambo hili linawagusa watu wenye kuandika-andika, waandishi wa habari na watu wenye tabia ya kuandika kwenye mitandao eh? Wana blog wanaitwa, zingatie sana hayo maandishi yako. Na wakati mwingine si maandishi, wakati mwingine ni maneno. Pana watu wana wanapewa majukwaa ya kuzungumza, kama ni mashekhe, wana madarasa misikitini, waalimu katika khutab, au waalimu maskuli, na katika madaris katika vyuo huko, wana majukwaa ya kusema au au wanahabari kupitia vituo vyao vya habari, wanahabari kupitia magazeti yao, kupitia redio au kupitia vipindi vya runinga. Ni majukwaa yale ya kuandika na kusema, basi waangalie wanaandika nini katika tasnia hiyo na wanasema nini, na hasa wanapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo la kusikitisha sisi tunawashuhudia baadhi ya wanahabari wa Kiislamu wakiwa katika maeneo yao ya kazi na wamevalia mavazi ya Kiislamu, wamevaa kanzu na vilemba, wanapendeza vijana katika Ramadhani. Kama ni wanahabari wanawake, wamevaa majuba yao, mabaibui na mitandio, lakini hicho kipindi ambacho wanakiendesha katika huo mchana wa Ramadhani ni kipindi cha maasia, kipindi cha umbea. Mtu swaim anaendesha kipindi cha udaku vina lugha nyingi eh, time ya kuchamba mtu ikawekwa, aibu yake ikarushwa moja kwa moja, akaanza kuchambwa hapo hapa. Wanamchamba kwelikweli, wengine waita mashamshamu, sijui wengine manini, mahehehehe, vipindi vya umbea na kutafuta mambo ya watu. Vijana wa Kiislamu wanaendesha vipindi hivyo na wamefungwa, wanaambiana hapa, saumu leo si mchezo. Lakini tumalizie hili, tukio la mwisho, tukio la mwisho bwana, la kusikitisha kweli hapa Tumalizie jamani, tukafuturu. Wana habari eh? wanahabari wanataja umbea, jambo la aibu la mtu hapa. Ittaqullah. Mcheni Allah. Ninyi si mmefunga nyinyi na wenyewe? Wakati ah, ni hizi kazi zetu, lakini mambo yenyewe hata hayafai. Lakini ndio tufanyaje, ndio kazi. Kuna baadhi wasema mimi nimeajiriwa kwa ajili ya umbea, ndio kazi yangu umbea. Ina maana sasa nisipoleta umbea hapa sina mshahara. Unakuta kafunga huko Sikwambii vipindi vingine viovu, vipindi vya miziki eh, vibao mbalimbali mbali, kuzungumza historia za watu waovu na kuwapamba mpaka kutaja hata mahusiano yao ya kimapenzi. Anatajwa huyu bwana fulani, amewahi kutembea na wanawake kadha, inatajwa idadi. Au huyu binti huyu, msanii fulani star huyu amewahi kutoka na wanaume kadha Eh, ni mtu ana wanaume wengi kadha, upumbavu. Tuyachunge hayo katika wakati wa funga. Kwa hivyo, tuzindukane na maandishi yetu na hotuba zetu ambazo tunaziandika na ripoti zetu ambazo tunaziandika na kila ambacho tunakiandika, hebu tukizingatie. Shekhe anasema, fa idha kana muharrama fa huwa minazur na ikiwa kitu hicho unachokiandika ni cha haramu, ni kilichoharamishwa, fa huwa minazuri, basi nacho hicho kitu ni katika uongo. Alladhi, uongo ambao. Man wakaa fihi, yoyote ambaye ataingia ndani yake. Fakad adaa min thawabi siyamihi, kwa hakika atakuwa amepoteza katika thawabu za funga yake. Sheikh anasema intabih, zinduka bwana